Majirani zangu mpo, leo tupo kwenye ulimwengu wa Nigerian Glam. Hawa ni mastaa waliotupa dozi kweli kweli. Eti wanasema old is boring? Hapana, kwenye hii look, Kajala is aging like a fine wine, katupa rangi ya orange iliyopauka. Kilemba chake kimefungwa vizuri, details za hii nguo zinavutia. Clean classic confidence, ni mtu anayejua yuko levo. Nyingine Wema Sepetu kwenye Nigerian Glam. Outfit yake unaweza ukaichambua kwamba ni Afrobeat ya fashion kwa sababu imechanganya kitenge na usasa ndani yake. We also have Nai Beauty kwenye Nigerian Glam, kilemba chake kimefungwa vizuri, kimepangana vizuri, lakini confidence anayoivaa kwenye hii nguo inasema vaa na utambe kama mshindi. Next kwenye Nigerian Glam ni Hamisa Mobetto kwanza gele lake ni zuri la utofauti kidogo, alafu makeup pambe, then close up li, details za nguo ni nzuri. Hamisa anakamata attention kwa hii nguo bila hata kujaribu, kwa sababu hii nguo inajibeba yenyewe, mikono pambe kabisa. Next kwenye Nigerian Glam tunaye Zuchu ambaye amechagua green pamoja na gold inayoles kwa nyuma akigeuka, nguo yake inaonekana namna hii chini, usi, na mpasuo huo chini. Kavaa viatu vyeusi pamoja na kikuku chake hicho. Zuchu, usibanie kitambaa namna hii jamani. Nigerian glam, you have to use that kitambaa effective na hisi pia, alichagua mshono huu kwa sababu alikuwa anaenda kuperform, kwa hiyo she needed something that she can move around with. The problem with the shoes they don't complement this out Shishi Baby kwenye Nigerian Glam nimependa combination ya rangi utofauti wa rangi ya kilemba na nguo. Ila Shishi jamani nguo muoneni tu hapa anacheza yalimkuta mambo. Anacheza na amependeza. Listen to this. Shishi unawabana gaje? Mbona shishi inaumia? Mbona roho? Ngoja songa mbele. Shishi unawabana gaje jamani? Wanawezaje kuvumilia? Mimi nitakujua kwa lishu jamani. <laughs> <laughs> Mungu. Eh. Eh. Jamani, eh, jamani eh. eh, <laughs> <laughs> All in all, Shishe amependeza kwenye hii nguo na matastiki yote, yote aliyoyapata jamani, ana deserve kupewa pongezi. Faima kwenye hii Nigerian Glam if you know you know you this is what her outfit says. Yaani, hii nguo inaongea kabla hajafika, ni kwa ajili ya mtu ambaye anaiweza spotlight, anaipenda spotlight na anaimudu spotlight. Based on the color, unaona hapo ina mchanganyiko wa rangi tatu, yellow ina blue ina gold, kuna orange shingoni, lakini kilemba chake kimefungwa vizuri. Asante haya, jirani, tukutane kwenye comment section kwenye hii Nigerian Glam, nani amewaka zaidi?